Tutizame tu, tu mwenendo mapito eh, ya chama katika miezi michache iliyopita eh, ninyi kama wanachama na viongozi, mapokeo yenu yalikuwa yakoje? Hasa a ah, chama kimekuwa kimekuwa na watanzania ni mashahidi hmm. Kimekuwa kutokana na mikakati kimekuwa kutokana na mapokeo ya wananchi, tuwashukuru sana hmm. Kwa sababu so, naweza mkawa na mikakati mizuri lakini mapokeo ya wananchi sio mazuri mm. Sasa mikakati mizuri na mapokeo ya wananchi yamekifanya hiki chama kimekuwa tishio sana, kwa hiyo mm. tuwashukuru sana wananchi kwa kutuamini mm. na tunashukuru walitupa sikio wakatusikia, walitupa macho wakatusoma mm. tuendelee kuwaomba watupe masikio watusikie mm. watupe macho watusome, tuna tuna tunakwenda tunafika kwenye malengo. Mabadiliko ya kiuongozi kwa maana ya Uh, je, yamekiacha salama hiki chama kwa sasa? Tuanze na kama yalitakiwa, uh, chama cha kidemokrasia njia yake njema na mbaya, yani hiyo njia ni njema na mbaya, ina, inaitwa uchaguzi wa kidemokrasia ndani yake. Uchaguzi wa kidemokrasia unaruhusu kupokea chochote, unaruhusu kupokea yeyote, unaruhusu kupokea situation yoyote. hmm. Sasa walipogombea uh, mwenyekiti wa zamani Freeman Mbowe na mwenyekiti wa sasa Tundu Lisu, mm -hmm. walipogombea kidemokrasia, hapakuwa hapakuwa na kitu kibaya hata kidogo mm -hmm. kulikuwa na hatari tu kwamba ni wakubwa mno mm -hmm. alafu wanalingana lingana, lingana. Mm -hmm. Kwa hiyo ni rahisi matokeo mabaya negative result ya huo uchaguzi hmm. Iwe kwamba makundi wa kambi zao zina zimebaki na minyukano hmm. Lakini hiyo haikuwa na hatari kubwa kama hatari iliyopo hmm. Sasa hivi hatari iliyopo sasa hivi ni baada ya uchaguzi na matokeo kupatikana, silaha zile zile zilizokuwa zinatumika kwenye kuelekea kwenda kwenye uchaguzi badala ya kurudishwa ghalani mm. Ziliachwa zikaendelea na mapambano mm -hmm. silaha ya propaganda, silaha ya kutweza, silaha ya kubeza, silaha ya, ya kutukana, hizo zote zilibaki zinaendelea kutukana mm hiyo -hmm. Ndio kitu kibaya tu negative ambacho mimi kwa haraka nakiona, na namna ya kusolve hii ni rahisi sana mm. Ni kuzirudisha silaha ghalani tu, yaani wala uhitaji kuumiza akili Jamani, mwenye SMG yae, leteni SMG zote panga hapa. Mwenye RPG leteni RPG zote weka hapa. Mwenye mwenye ballistic missile rudisha weka hapa. Muda wa vita umeisha sasa. <coughs> wewe unaziacha silaha ziko porini, rebel groups watazitumia. Ona, silaha zinaendelea kutumika, jua mmiliki wa hizo silaha Mmiliki wa vita, mmiliki yani wa hiyo vita hataki vita iishe. mm. Uhitaji kuumiza akili amna, amna, amna oswi. kuna watu awataki kufurahia wa kama, kama huna panga kama shoka, wanakataje mti? Wanyanganye watu mashoka, uone kama miti itakatwa tena, wanyangny Sawa sawa sa, mm -hmm. Bu, si, sawa. Si, bu silaha ziwekwe pale ghalani. Uone vita kama haijaisha wiki hiyo hiyo. Mm -hmm.